Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku. Leo Ijumaa, juma la tatu, kipindi cha Kwaresma mwaka che wa Kanisa. Masomo ya leo: somo la kwanza linatoka kitabu cha nabii Hosea sura ya 14 aya ya pili hadi aya ya 9, na somo la injili linatoka katika injili ilivyoandikwa na mwinjili Marko sura 12 aya 28 hadi aya 34. Karibuni tusikilize injili. Somo la injili lilivyoandikwa na Marko. Mmojawapo wa waandishi alifika akawasikia wakisemezana, naye akatambua ya kuwa amewajibu vyema, akamuuliza: katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? Yesu akamjibu: ya kwanza ndiyo hii, sikia Israeli Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Na ya pili ndiyo hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Hakuna amri nyingine iliyokuu kuliko hizi. Yule mwandishi akamwambia, hakika Mwalimu, umesema vema ya kwamba Mungu ni mmoja wala hakuna mwingine ila yeye, na kumpenda yeye kwanza kwa moyo wote na kwa ufahamu wote na kwa nguvu zote, na kumpenda jirani kama nafsi yako, kwa faa kuliko sadaka nzima za kuteketezwa na zabihu zote pia. Na Yesu alipoona kwamba amejibu kwa busara, alimwambia wewe hu mbali na ufalme wa Mungu wala hakuthubutu mtu kumsaili neno tena atokea hapo. Neno la Bwana. Sifa kwako eh, Kristo. Wapendwa wasikilizaji, katika kipindi hiki cha Kwaresma leo siku ya Ijumaa, napenda tutafakari pamoja ujumbe wa injili tuliokwisha usikia hivi punde, amri ya habari njema Injili ya Marko sura ya 12 aya 28 hadi aya ya 34. Ama Mwinjili Mathayo sura ya 22 aya 34 hadi aya 40. Ni mbili kati ya injili pacha tatu zinazotuandikia juu ya amri ya mapendo. Amri kuu ya mapendo ambayo Kristo ametupatia sisi wanadamu. Tunapata katika injili ya Yohane sura 13 aya 34 ambayo imeandikwa na wapa amri mpya mpendane kama vile mimi nilivyowapenda nanyi pia mpendane. Hii ni amri kuu ya mapendo. Wapendwa ndugu zangu, waraka wa Yohane sura ya nne aya ya sita hadi ya saba imetuandikia kwamba Mungu ni upendo. Inatambua kwamba Mungu ni upendo. Naitwaambia kuhusu uhusiano mzuri uliopo kati ya upendo wa Mungu na maisha ya wanadamu ama maisha ya Wakristo katika maisha yetu ya kila siku, sisi wanadamu. Katika historia ya ukombozi, Mungu hufanya yote kwetu sisi wanadamu katika upendo. Ukombozi wetu kutoka dhambi umetimilika katika upendo. Injili ya ya Yohane sura ya 3 aya 16, imeandikwa kwa jinsi hii, Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee ili kila mwaminia asipotee bali awe na uzima wa milele. Mateso ya Kristo katika umungu na ubinadamu wake yametimilika katika upendo. Tunaposoma waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi sura ya pili aya sita hadi aya kumi na moja, tunapata dokezo kwamba yote haya aliyofanya Kristo kufia msalabani ni kwa sababu ya upendo wake. Imeandikwa, Yesu Kristo kwa asili alikuwa daima mungu lakini hakufikiri kwamba kulikuwa sawa na Mungu ni kitu cha kung'ang'ania kwa nguvu, bali kwa hiari yake mwenyewe. Yote hiyo ni kudhihirisha upendo wake kwetu sisi wanadamu. Wapendwa wa Kristo, wapendwa ndugu zangu, somo la Injili ya leo kutoka Marko sura 12 aya 28 hadi aya ya 34 inatanguliwa na swali aliloulizwa Yesu Kristo na yeye kujibu vema swali kuhusu ufufuo wa wafu kutoka kwa Masadukayo, dhehebu la Kiyahudi lisiloamini katika ufufuo wa wafu, katika injili hiyo ya Marko kuanzia aya ya 18 hadi aya ya 28. Ndugu zangu, jibu zuri linalotolewa na kujibiwa na Yesu Kristo linampendeza mwandishi anayeamua kuhoji zaidi juu ya mafundisho ya Kristo anaulizia ipi ni amri ya kwanza na kuu kuliko zote, Marko sura ya 12 aya ya 28, na swali hilo hilo tunalipata katika injili ya Mathayo sura ya 22 aya ya 36. Msingi wa swali zuri la mwandishi huyu lipo katika kuelewa na kufahamu ni amri ipi ni msingi au kuu zaidi ya zingine zilizo nyingi, kwa kufahamu umuhimu wa msingi wa mafundisho ya dini ya Kiyahudi. Bwana wetu Yesu Kristo anatupatia jibu lenye mantiki ya hali ya juu sana. Injili ya Mathayo sura ya 5 aya ya 17, imeandikwa hivi: msifikiri nimekuja kutangua sheria na manabii, nimekuja sio kutangua, bali kutimiliza. Wapendwa ndugu zangu, mafundisho na kanuni za kimaisha ya Yesu Kristo ndiyo msingi wa imani yetu na yote yaliyomo ndani yake yamejengwa katika yeye Kristo kama mwanzilishi ama chanzo, mfano mamlaka ya kanisa na tamaduni za kanisa. Kristo anaposema hajaja kutangua bali kutimiliza, anamaanisha amekuja kupanua na kueleza dhumuni ya mafundisho hayo, yaani amri hizo zilizo katika sheria ya Musa na fundisho ya manabii. Tunapata mafundisho ya Kristo na maisha yake msisitizo wa kuyaishi yote yapatikanayo katika sheria za Musa na manabii upo katika upendo ambayo Kristo anatufundisha kuwa ndiyo amri kuu kuliko zote, yani kumpenda Mungu na kumpenda jirani. Kristo, katika kuelekeza amri ya mapendo, tumetimiliza sheria zote za Musa na manabii, yaani tunapoishi upendo, manabii na mafundisho yote na sheria za Musa zimetimilika. Mwinjili Mathayo sura ya 22 aya 40 inatueleza wazi, sheria yote na manabii hutegemea amri hizi mbili, yaani amri ya mapendo ambayo tunaipata katika kumpenda Mungu na kumpenda jirani zetu. Ndugu zangu katika Kristo, Mtakatifu Paulo mtume wa mataifa, katika waraka wake wa kwanza kwa Wakorinto sura ya 13 aya 4 hadi aya ya 8 anatuambia, upendo huvumilia hufadhili, upendo hauhusudu, upendo hautakabari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, haufuati mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahii udhalimu, bali hufurahi pamoja na kweli, huvumilia yote, huamini yote, hustahimili yote. Upendo haupungui neno wakati wowote, bali ukiwapo unabii utabatilika zikiwapo lugha zitabadilika, yakiwapo maarifa yatabatilika na mengi yanayofuatana au yanayoambatana nayo. Katika waraka huu wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura 13 aya 13 imemalizia kwa kusema kwamba kwa hiyo imani, matumaini na mapendo, lakini kubwa ya haya, haya ni mapendo. Wapendwa, katika kipindi hiki cha Kwaresma tunatafakari amri kuu ya mapendo ambayo ni kanuni ya habari njema ama habari ya kiinjili. Katika kipindi hiki cha kwaresma, hatuna budi kutambua wajibu wetu katika maisha yetu ya kila siku tunayoyaishi katika kufuata amri hii kuu ya mapendo. Moja, tutambue, tunapaswa tumwombe Mungu atusamehe makosa yetu pale tuliposhindwa kuishi amri hii kuu ya mapendo. Jambo la pili, katika kipindi hiki tuzidi kuomba udumifu wa amani na mapendo katika familia zetu. Jambo la tatu katika kipindi hiki cha Kwaresima, tuendelee kuombea taifa letu la Tanzania liendelee kudumisha tunu ya upendo na mshikamano ndani ya taifa letu, lakini pia tunaziombea utulivu na amani nchi zote zilizo na machafuko na upotevu wa amani kama nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Lakini pia katika kipindi hiki cha Kwaresima Tunaziombea taasisi zote zinazotumia na kusimamia sheria katika shughuli zake zote, zitimizwe sheria hizo na kufuata na kusimamiwa katika upendo. Lakini lililokuu zaidi, tumshukuru Mungu pale tulipoweza kidogo kwa nafasi yetu kuishi hii amri ya mapendo. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi frateri Carlos Joshua na Jihangu